Bwana, mambo vipi, na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mtaa kwa mtaa, nazungumza na wanangu ambao wameshafanya makubwa kwenye kalia yao ya uendeshaji wa mapikipiki. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaishi maeneo ya Magomeni e, naweza nikasema hivyo, maeneo ya Ubungo, maeneo ya Moroko, kwa hakika utakuwa unafahamu wana fulani hivi wana michezo ya ajabu kwelikweli. Mimi nimepanda kwenye pikipiki nikaomba po, nikasema wacha nishuke, nimetembea kwa mguu kutoka Mawasiliano, kutoka maeneo ya Makumbusho mpaka hapa Mawasiliano. <laughs> nazungumza nao watu, waambie vile ambavyo wamethubutu kufanya hiki ambacho wanakifanya, na kubwa zaidi watuambie kwa nini wanafanya hivi. Ni starehe? Ni kazi ama burudani kama kazi ingine? Mzee, anakuaje? Kama kawaida, mambo yanaenda, mambo yanaenda. Kwa wale ambao wanakutazama kwa mara ya kwanza, wajai kukuona, wafahamu kwamba wanamwangalia nani? Wanamwangalia Hans Bike. Hans Bike, mtaalam wa michezo mtaalamu wa michezo. Eh. Yeah. Bwana hiki ni kikundi ama ni ni nini? we outside. Mm. Kikundi, hiki ni kikundi we outside back. Mm. Kikundi fulani hivi ambacho tunatumia tuna mchezo huu kama vile furaha, kama biashara pia kama kazi. Mm. Kuna kunlen na watu wangapi? Ah, watu wengi sana. Watu wengi na sio watu wa mtaani tu mpaka mbele serikalini wapo wengi sana. Huwezi kuwataja maana ni wengi mno. Serikalini? Yeah. Kwa maana kwamba kuna watu hapo wapo nafanya kazi serikalini, wapo wanao tu support. Eh. pia ilikuwaje mpaka mkatengeneza hiki kitu? Hiki hii ilitokea tu kwa sababu kama mimi mimi nilimwiga mtu, nilimwona mtu mshikaji Jongo anafanya miaka ya zamani. mm. Nikatamani. mm. nikafanya nikaweza. Na wewe kwenye kikundi unakwenda kama nani? Mimi uh, mimi mimi ni kama kiongozi fulani hivi, lakini kama sio kiongozi, yani kama, mm. kiongozi mgunje mgundani <laughs> kama kiongozi a ila, na wanangu kibao tu, mm. ambao wananisapoti, pia tunashirikiana mm. Mm. Kwa kawaida mtu ambaye anatamani ajiunge kwenye chama chenu huwa anafanya nini mpaka mnakuwa mwanachama wenu? Kujiunga mpaka kuwa mwanachama mm. inategemea kwanza, umevutiwa na nini mpaka kuwa mwanachama wetu, maana kuna vitu vingi mm. changamoto nyingi, vitu vingi atowaenavyo muda wa kutosha mm. Kwa hiyo yeah. inategemea wewe umevutiwa na kitu gani labda mpaka kutamani kuingia kwenye mchezo huo, maana ni hatari pia sure, hatari na ni salama vile, au, au, au wewe kama kama umesema kama ni kiongozi, mara sio kiongozi, mtu awe na sifa vipi? Mtu awe na sifa zipi? Eh, mtu awe <laughs> mtu awe na sifa zipi awe kuwa mwanachama hapa, kuwa mwanachama e, akili timamu Yeah. Kuna akili timamu yeah. una bike unajua kuendesha vizuri yeah. umetamani umependa, yeah. Basi kuna vigezo na masharti unaweza kapewa, ukivikizi una yeah. na kuwa mwanachama wetu. Akili timamu, nyinyi mnamjuaje mtu mwenye akili timamu? <laughs> Saa mfano chizi au kuna ule mtu unakuta una ana akili lakini on time, kama vile zinakuwa zina ruka. Ukimwangalia unamwona mtu ana akili timamu, akishika bike <laughs> zataka kugonga au ile mizuka ikampanda zaidi <inaudible> Sato, kama skama tunakuatuwahitaji tuna wakanseli kwa sababu saabukuepusha matatizo madogo madogo ndio. e, e, E, ina ina maana kama kikundi hiki kuna sheria zenu ambazo nyinyi mmejitengeneza, ya sheria zipo ambazo ni zipi? Sheria zipo, mfano ya kwanza sheria za kwenye kikundi chetu, sheria mfano, yani sijui nikuchanganulie ni vipi hapo ili uelewe vizuri eh. Natafakari sasa, kuchanganulia ili uelewe vizuri sheria. Sheria unazozitaka wewe zipi? Yani mm. Mm. Sawa, swala la kuendesha pikipiki lazima serikali mtu imtambue, kwa maana kwamba impe leseni Hey, imthibitishe kwamba huyu anafaa kwenu. Swala la leseni lina mata ama, ili mradi tu mtu akiwa anaweza kuchezea baiki kwenu mnamsajili kama mwanachama hapo? Kwenye swala la leseni kidogo pana kauzito uzito, kutokana na vipi mm. madereva wengi wa vyombo vya moto hivi vidogo vidogo, nimemaanisha labda kama pikipiki, bajaji, maguta maguta, wengi wenye le, leseni ni wachache sana. Sawa. Kwa hiyo si kigezo hicho, si uwa tukifuatilii sana sisi sio matrafiki ila. Mimi namjua na, na mtu akiwa anaendesha pikipiki vizuri namjua, na huyu anafaa mm. au afai mm. Kwa leseni, sio kigezo mm. si kundi chetu, leseni wanazo, lakini wanazo watu wachache mm. mm. Swala so, la serikali bila shaka linatambulika kiserikali nini? Ah, serikalini mm. bado, ila tunafuatilia mm. isipokuwa wao kama wao wanajua kabisa kuna kikundi fulani kuna watu fulani wanafanya hivi hivi na hivi mm. sema tu sijui ni shugani nakuwa tujulikane kiserikali lakini serikali kama serikali wanajua na wanaona. Mm. Eh, nimepata bahati mwanangu alinipandisha hapa kutoka Magomeni tumezunguka mpaka maeneo ya Posta eh, tukarudi tena Magomeni mpaka hapa maeneo ya mawasiliano mule barabarani, nimeona maskari kwa maana kwamba trafiki, ila sijaona hata mmoja akiwa anawafukuza. Tafsiri yake nini? Kwamba ninyi ni watu special ama kama tiki ama maana yake nini? Yanikuambia, yeah, yeah, si special, yaani kutukuta kutukamata labda utukute kama hivi hapa utukamate utuchukue mm. Lakini sio kwa barabarani, ndio maana unaona hata wenyewe hawahangaiki na kusimamisha mabonu mapikipiki maana, mm. e. magari gari huwezi kukimbia kama pikipiki mm. e. kwa hiyo ukinipiga mkono, nami najua sina leseni, nifanyaje? Siwezi kusimama mm. na kukwepa, naondoka mm. mm. Kina wanangu, kama mnafanya kwa burudani michezo yenu, kwani msine serikalini, walau mkajirejista wote, mkajulikana mkao, mnafanya kwa amani kabisa, hizo uh, process zipo, lakini pia umeona kiserikali inavyokuwa mm. mfano tukio kama hili si labda ikiwa tuseme tunafanya hivi rodi rodi barabarani, hey, labda kupata sehemu nzuri sijamaanisha mm. labda uwanja au vipi mm. hata kama inawezekana uwanja unaweza kutengenezwa vizuri, ki, kwa ajili ya michezo ni mm. sawa lakini sehemu hiyo haijapatikana bado, kama ndugu zetu tu, uwanja ule wa kuchezea motocross kawe miaka kibao naopambania mpaka leo namna, eh, eh, chochote kinachoendelea si najiona bora tujichanganye tu barabarani mm, eh, tunafanya barabarani tunazunguka tukichoka, na kila mtu anaenda zake kwao mm. mm. Swala la usalama mnalizingatia vipi? Usalama wenu binafsi yani? Usalama binafsi. Mm. Ah, kwenye usalama hapo wengi ni wengi, sisi ni wazembe. Tunasema hivyo kwa sababu tunachukulia ile kawaida ni Najua. Mfano mimi mimi nishazoea naona kawaida, labda ni survive magadi yale ya kujiprotect. Helmet muhimu, sema leo eao nimesahau, yeah. Helmet muhimu mm. leo nimesahau mm. kwa hiyo ni swala la usalama, wewe akili akili, kisho ni kwako mm. sehemu ile inafaa nifanye mchezo au nisifanye mchezo mm. pale pana watu nifanye mchezo au nisifanye mchezo. Mm. Eh. Wewe kama wewe Hans Bike una muda gani, una, una umeshiriki ama una muda gani tangu uanze hizi harakati ama michezo huu? <laughs> uh, mimi, mpaka sasa hivi na miaka kama nane, miaka nane. Sababu, mm. nakumbuka nilianza elfu mbili kama na hey. hey. mm. Kila, na kama kumi na saba yaani elfu mbili na kumi na saba nilikuwa tayari nishajua la na muda kidogo kama miaka mm. kumi nafiki kuna kuna kuna changamoto yote ambao huwa mnapitia ama wewe binafsi umeshaipitia tangu. Changamoto nyingi nyingi sana. Hapo unaona na maski lakini na pengo kutokana, ah, e, na changamoto za barabarani unajua. <laughs> <laughs> na pengo alama kibao hizo mm. zote kawaida, kwa sababu tunafanya kwenye kitu ambacho tunakipenda. Eh, yeah, e. mm. Mm. E, changamoto nyingine mm. e, changamoto nyingine uwe na hela, sababu mm. e, yeah, mafuta, yeah. Chombo. na chombo pia natakiwa cha kwako, sio cha mtu wala sio cha kuwazimu mm. cha kwako, niweza katokea umeanguka bahati mbaya mm. Ah kwenda kupaki ni sawa. Mm. mtu, chamtu umeanguka na bike yangu, sasa hivi mimi nitaendaje nyumbani? Mm. Lazima nikudai kwa changamoto pikipiki piki. Ukiwa na bike yako mm. ukiwa na vichenji kidogo vya mafuta elfu mbili elfu tatu visumbui na. Uakina ninyi ambao mnafanya michezo hii hasa huwa mnajishughulisha na nini? Ipi kazi yenu hasa? Akila mmoja ana kazi yake mimi mm. fundi pikipiki piki. wanangu wengine hapa wanajishughulisha na ishu za bodaboda delivery, wengine mm. mm. mafundi pia vile vilevile mm. Yeah. Ila amna wana wale ambao wanatembeaga kando kando wa barabara kupola watu mikoba, maana wale wanakimbiza pikipiki uh, wale hey. wale si kwanza tukikushtukia, yani ni kwenye kundi letu yo, ni wa hivyo mapema sana, iza ucheze kichapo au tukukatae kwa hmm. hmm. sababu si atupo kwa ajili si hiyo tupo kwa ajili si ya kujifurahisha kufurahisha na watu wa pembeni. Hmm. hmm. ikitokea akaja mtu mpya hapa kwenye akajiingiza kuna chama chenu au kwenye ule msafara mnatembea huo, mnamjuaje? Tunamjua maana kama ulikuepo, kuna jamaa alikuwa amepata ajali amegonga huko wapi, ilianzia posta. Hey. kuna mshikaji mm, alikuwa amegongana bali, sasa tumjui, ndio maana nini ile mambo yalitokea. Sasa imegonga nyuma, ana pikipiki chali, mtu miguu juu. Hmm. Yule hakukua ni wako wetu, ndio maana wengi wetu hmm. tunajaribu kuwasambazia matisheti unaona, kwa mfano mshikaji wangu alivongao huyu hapo, ninajua ni wako wetu, hata imetokea amedondoka pale, unajua yule ah, mwenzao anajitahidi yeah, yeah. kuwa na nembo pia. Kila mtu lazima awe na siku za kawaida, lakini jumapili ile kwenye kikundi kwa umevaa pia na kwa uhakika kutokana na kujua mm. eh, watu si wengi mm. watu wengi, watu wengine wanatokea Temeke wengine Buza mm. Mbagala eh, nakutana wote sehemu moja mm. kwa hiyo ukija, ukija kama hauna nembo au una logo mm. kukutambua pia inakuwa kuna kauzito mm. sababu ule muda mna, mna ride yenye mambo mengi unaweza kuta huko mbele mm. Mshikaji wako yupo nyuma hajavaa mm -hmm. nembo mm -hmm. labda ameanguka, ujaangalia umekariri tu nembo. Najitahidi wengi wao kwa na nembo. Ilishawahi kutokea changamoto kubwa, labda labda mtu kavunjika mguu mathalani, mtu akatangulia mbele zake kupitia kazi yenu ukizungumzia? Okay, changamoto changamoto ni nyingi. Kutangulia mbele zake si rahisi kutokana na mchezo huu mm -hmm. hata ikitokea umeanguka, si kwamba unapasuka kichwa au unakufa mm -hmm. au vipi utapata tu changamoto ndogo ndogo, umeumia tu kidogo, umechubuka hapa na pale. mm. changamoto zingine pia kubwa zipo. Mfano, kuna mshikaji wetu mmoja hapa, Naisa, ameshaondoka kwa changamoto kama hizo. Kawaida. Sasa mimi ambaye sijui lolote, sijui kuendesha pikipiki, sijui kuinua, nataka nijifunze, naweza? mkanitichi nikawa kama wewe, unainua taili kabisa, unasimama dede ile Yeah, kila kitu kinawezekana. kutokana na mimi mwenyewe si kwamba nimezaliwa najua, mimi niliona mtu nikatamani, nika nikajifunza nikaweza. Kwa hiyo hata wewe, hata kama uwezi kuendesha pikipiki unafundishwa kuendesha pikipiki, ukiweza unafundishwa michezo, unaweza hmm. kichwa chako tu kina wepesi kiasi gani. Sawa wale watu ambao labda wanaamini hiki mnachokifanya ni, ni, ni kitu cha ni, ni kitu kibaya actually mnafanya labda, kwa hiyo kiwizi kama nilivyosema, kuna wengine ambao wanapola e, watu wanaamini hivyo kwamba nyinyi ni wauni tu, huwa mnawaambiaje? Sisi sio si, wauni. Yaani wengi wao mm. tuliopo kwenye huu mchezo si wauni mm. si wezi. Kila mmoja ana kazi yake, na ndio maana unakuta Jumatatu mpaka Jumamosi mtu yupo bizi na kazini. Au vipi? Jumapili ndio ndo unamkuta muuni anaenda zake kutumia kaka zake mafuta elfu ishirini elfu kumi na tano anaenda kula bata mm. lakini sio kwamba ni wezi au wauni. Kila mmoja ana kazi yake, kila unemuona, mm. ana kazi yake hapa, kila unamwona ana kazi yake Mmezunguka yeah. Mwisho wa siku tumekutana hapa mawasiliano. Ni sio mara moja, yani mm-hmm. Hiyo ni kila weekend hata kama hawajui a wajue leo kila Jumapili, si tu yeah. E, jioni kabisa yeah. hapa tunamaliziaga. yeah. Maliziaga kila tunazunguka kwanza sehemu zote mm -hmm. Watu wakirizika wameenjoy vya kutosha tunarudi hapa, yani si tu ni mnachokipata nyinyi kuenjoy tu sana na hizi si tunaenjoy zaidi hata ya wanaotuona. Ile zile, piki piki nalia, papa papa, nini ile? Hey, zile simbwembwe za vijana zile ndio burudani zenyewe, makelele mikero, si vile ndio tunapenda. Yaani ukituona kama vile si tunasumbua? Hmm. si tunamaliza matairi? Hmm. si ndio furaha yetu. Sawa, kitu kile labda mkapata bahati kukutana na kiongozi mkubwa wa serikali mnamwomba nini hasa? cha kwanza, cha kwanza, hmm, ni eneo la kufanyia mchezo. kutokana na vipi? Barabarani watu wengi wanatutolea sana macho, alafu kila mtu anaongea kwake Haya, imetokea, imetokea, tumepata kisehemu fulani hivi kidogo dogo kizuri mm. si barabarani, hawezi kutuona, lakini sasa tofauti na hapo tutaenda wapi? Hivi tujikusanye mm. tutumie barabara hizo hizo mwishoni, tujigawe kila mtu kisha riziki. Ingawa imetokea tunapata kisehemu fulani hivi ah, kizuri tunakuwa tunakutana hapo mm. kila, mm. mm. tuna, tuna, kila siku mm. barabarani hawezi kutuona wala mitaa mm. mm. mm. michezo hii mara nyingi tumeona maeneo ya Arusha kule, ni nini ambao mmetoka kule mmeleta huku ama manake imekuwaje? uh... Si Arusha tu, zipo sehemu nyingi, hmm. inategemea yani, inategemea na wapi wamebamba sana. Wewe binafsi mtu wapi? Mimi ni Arusha. Sasa asilimia kubwa mdogo hapa ni watu wapi? <laughs> wengine wa huku huku da ah eh, sema inatokea tu na mtu OB yake iko vipi? hmm. Eh, hapa hapa wapo wengine wa Arusha, lakini pia hawajui, wajui mana hmm. e. umepakiza abiria Mwanadada hapo hivi, nataka nifahamu, walau nikuulize, una moyo kiasi gani? Songea basi naujibu kidogo. mambo poa. <laughs> poa? Uko kidogo po? Una moyo kiasi gani vile ambavyo mzee wangu analibinua pikipiki? kuna muda ulienda uli uligusa da eh? ni mazoea, mazoeamo gani nini? na enjoy na enjoy? tu. Mm -hmm. uogopi chochote? Siogopi na, na wewe na ndo stare yako Napenda, kama mchumba anapenda, mimi nashindwaje kupenda kuendesha? Mm. Wewe nitajua tunajua kuendesha ila kunyanyua bado. mm. kwa hiyo pale ambapo umekaa nyuma mchumba, kama ulivyosema, sio mchumba wangu mimi, mchumba kama ulivyosema, analibidua hivi, wewe unaenjoy kabisa? Kwanza e, namwamini, hawezi kuniangusha hivyo. Alishawahi kuangusha hapa, anajitokea kutokea i ikutokea, labda Mungu apende hey. hey. Ulimpenda kwa sababu ni ana michezo hiyo ama ulimpenda kabla kuwa ana michezo hiyo, usema hmm. Ukweli hey. Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya hiyo michezo basi hey. hmm. Mwisho wa siku ndoto zetu ni zipi sasa? Ah. hmm. Ndoto ndoto kama Ndoto kama tunafanya michezo kila kuecha kila kuecha, mwisho wa siku nini? Alafu, yani, ndoto sijaelewa, ndoto kama vipi? yeah. Ah. Ila ongela, maana mimi binafsi nimeshindwa, yani wewe mwanamke umenizidi hadi mimi mwanaume tena, yani kuna muda alienda alishika lami chini hivi, kama usianguka wewe, lakini hujajali lolote yani. Eh! Siwezi anguka mtani, uko wakusemi Kwa nini mpenzi wako anafanya mambo kama haya? Times najisikia vibaya, wanasema ana demu kama msela au ana roho ngumu, sijui nini Demu kama msela, kisa kupanda pikipiki kwa vitendo navyofanya. Mm. Wazazi labda familia ndugu jamaa washaongea, lakini ndo kitu ambacho nakipenda sana, nifanyaje? Shampenda tukiachana mm. no na kupendana, hata kama asingetokea. Okay, kwamba ndo rider nini, mimi napenda tu kwenye, yani simu yangu mimi wako maraida hivi kibao. So ye tu. wako hivi napenda kufuatilia, basi atumalizie tujulishe, mm. jina lako natunani? Naitwa mzee na na wangu. Tumalizie, ongea lolote kwa wale ambao wanakutazama muda huu, wale ambao hawaamini jua huu mchezo ambao mnaofanya, au kama una kitu chote ambacho ungetamani kuzungumza, mimi sija kuuliza. Zungumza muda uh, mm, ni wako sasa. Ambacho hawajui kingine ni kwamba mchezo huu mi naupenda, nakuacha ni ngumu mm, eh, natakiwa wajue kabisa eh, so mtu ananiona tu hivi barabarani anaanza kuniambia oh, sijui vipi sijui vipi Yaani napenda alafu pia kama wanataka kuona au kujaribu na wenyewe, tunakutana hapa kila Jumapili saa kumi na mbili na nusu kuendelea, tuko hapa mpaka mida kama hii mm. mm. Mimi sa nashukuru sana Mimi kwa muda wako. Asante yeah, sana bwana, nilikuwa na wanangu hapa maeneo ya mawasiliano, tumetoka mbali, mwisho wa siku tumekuja kumalizia hapa. T-shirt yao imeandikwa We outside. We outside. We outside. We outside. Bike for life. Kwa maana kwamba wao maisha yao yapo kwenye kuendesha baskeli yeah. no ama pikipiki life. No bike, no life. Mengi nimezungumza lakini kubwa zaidi hebu tuambie kwenye comment hapo kwa hiki ambacho wanangu wanakifanya. Unahisi ni hatari kiasi gani? Eh, ama ungekuwa wewe ungeweza kufanya hiki ambacho nakifanya? Mwisho wa siku nikwambie kama na lolote ambalo ungetamani kuzungumza mdani wako, zungumza hapo kwenye comment kama ndo mara yako kwa kwanza, kutazama video kuna kwa YouTube channel yetu Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Lakini wamesema kwa wewe ambaye unatamani kutazama mchezo huu, kila saa 12 na nusu unapatikana hapa maeneo ya mawasiliano. Thanks for watching. Till next time.